Hello habari, karibu tena katika chandi yetu ya JW Sabo Clinic, naitwa Dr. Jimmy ana. Leo nitakusogezea faida za uwatu. Wengi wamekuwa wakituuliza ni faida gani utakazozipata kwenye, kwenye uwatu au kwa kutumia Uh, uwatu ambayo uwatu mara nyingi inafanana kama ipo kwenye jamii ya ya soya beans, ambayo mara nyingi huwa kuna products zinazotengenezwa kama tofu, soya miliki, uh, adomine, lakini pia imekuwa na faida kubwa kwenye mwili uh, wa binadamu. Faida namba moja ya watu kwanza ni chanzo kikubwa cha protini, ambapo mara nyingi tunahitaji protini katika mwili wetu. Uh, tunahitaji protini ya mmea, ambayo ni muhimu sana kualishe, uh, kualishe uh, afya yetu. Kwa hiyo uh, ili kuweza kuzalishwa protini, ukiambiwa una changamoto ya protini ndogo mwilini mwako, basi tumia au watu ni nzuri kwa ajili ya kuongeza protini yako, ambayo inasaidia pia kujenga misuli, kuimarisha mifupa na kudumisha afya ya jumla ya mwili. Lakini namba na mbili inasaidia kudhibiti kolestero badi kolestero. Kwa nini? Kwa sababu inapunguza ile Uh, kolesterol mbaya ambayo tunasema LDL ambayo ni mbaya na kuongeza uh, kolesterol nzuri ambayo tunasema HDL. Kwa hiyo kama una changamoto ya kolesterol, wamekwambia usalini una mafuta machafu, basi tumia uh, watu. Lakini pia uh, inasaidia kudhibiti sukari ya damu. Sukari ya damu hii inajulikana kwa sababu uh, ina, high, uh, ina ina ina ina, ina, ina, ina tunasema tuna roho Uh, ina ina indeksi ya chini ya glycemic ambayo tunasema GI ambayo haiongezi uh, sukari uh, kwenye mwili wako, lakini pia inafanya sensitivity ya insulini uh, kwa hiyo hivyo ni nzuri sana kwa watu ambao wanakuwa na changamoto uh, ya kisukari, lakini hapa kisukari tunachokiongelea ni kisukari aina ya pili lakini pia inasaidia afya ya moyo kwa sababu ina omega 3 fatty acid. Kwa hiyo omega 3 fatty acid mara nyingi huwa inayeyusha uh, yale mafuta mabaya ambayo tunasema bad cholesterol uh, kwenye mishipa uh, kwenye kwenye mirija uh, hivyo inasababisha afya yako ya moyo iweze kuwa strong muda wote. Lakini pia inaboresha afya ya mifupa kwa sababu amu, ina calcium na vitamin D ambayo ni nzuri sana kwa afya ya mifupa na inasaidia kuimarisha mifupa na wale wenye changamoto ya upungufu wa nguvu za mifupa, basi wapatie watu ni dawa nzuri sana. Wakitumia itaweza kuwasaidia wenye changamoto hiyo. Inapunguza uzito. Umepunguza uzito kwa sababu inakuwa ana low calories, lakini pia ina high protein, kwa hiyo inaongeza uliochomaji au mafuta mabaya mwilini na hivyo kupelekea kupunguza uzito wa mwili wa binadamu kiasili. Kwa hiyo kama una kitambi au una uzito kupita kiasi, basi watu hupo kwa ajili yako. Inasaidia afya ya ngozi kwa sababu ina antioksidansi ambayo inalinda pia ngozi na madhara ya mionzi ya jua na uchafuzi uh, wa mazingira. Kwa hiyo uh, kama una changamoto yoyote ya ngozi, basi tumia Uwatu itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Inasaidia afya ya tumbo kwa wale wenye changamoto ya tumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo gesi, basi tumia mbegu za uwatu. Ni nzuri sana, itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Inasaidia kudhibiti homoni za wanawake. Ha, homoni za wanawake tumeshaongelea. Kuna phytoestrogens ambayo husaidia kudhibiti usawa wa homoni mwilini hasa kwa wanawake. Kwa wanawake, kwa hiyo kama una dalili zozote za menopause za kufunga hezi zile mbaya basi tumia uwatu itakusaidia uweze kuondokana hiyo changamoto uweze kuwa na dalili ambazo ni nzuri. Lakini pia inalinda dhidi ya magonjwa ya saratani. Kwa sababu gani? Kwa sababu inapunguza hatari ya saratani na zile kudhibiti ule ukuaji wa seli ovyo ovyo. Ina maana ule ukuaji wa seli ovyo ovyo ni chanzo kimojawapo cha saratani. Kwa hiyo kitumia uwatu unakuwa unaondokana na changamoto ya saratani, hasa ya matiti, ya utumbo na homono kansa lakini pia inasaidia kupambana na maambukizi, ni anti-inflammatory antibakteria ah, ambayo inaondoa changamoto za maambukizi ya bakteria na maambukizi ya virus kama una bakteria yote na virus, UTI PID, fungus zote, changamoto ya chunusi kwenye mwili, basi tumie. Ni nzuri kwa sababu inaondoa yale maambukizi, lakini pia inalinda afya ya figo, ya afya ya figo kwa sababu ina potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kuboresha afya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 kwa kutumia mbegu za uwatu. Sharing caring. Kwa hiyo kishia na sisi na sisi tutaweza kujifunza namna ya kuondokana na baadhi ya changamoto kwa, kundu, kwa kutumia mbegu za uwatu. Karibu na Mungu akubariki.